Hmda shakirina wa sallallahu ala saidina wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadiihi ila yaumi dini wa, wa ashkuru iwe Allah tabaraka wataala muumba wayote mbingu, kaiumba kwa faida yetu. Ardhi kaitandika, akikataa ukikanyaga unazama, kwa faida yetu. Milima kaiweka iishike ardhi ili isiwezi ardhi kutigisika, kwa faida yetu kaweka mabahari ndani yake, katika mabahari Mwenyezi Mungu kaweka tumjue. Na ndani ya mabahari Allah tabaraka wa taala kaweka viumbe wengine ambao tuna haki ya kuwaonea. Meza yako ikikosa samaki au ikiona meza ya mwingine samaki, roho inapapa, unaitaka ile samaki. Allah ameleta kawaweka wanyama tofauti duniani mataan lakum, iwe starehe kwenu, ili binadamu uweze kustarehe. Kaweka matunda tofauti, kakupa akili na busara na uzima, umjue Allah tabaraka wataala, nakubali kwa moyo, hapana mola anastahiki kuabudiwa daima milele ila yule aliyeumba hivi vyote, aliyeviumba hivi kisha nakiri kwa moyo, ondoa shaka, tena ondoa shaka, Muhammadi ni mtume wa Mungu, ni nabii wa Mungu aliyekuja kuokoa nafsi yangu na yako na ya ulimwengu mzima, tumjue Allah. Rehma na amani zimwendee nabii huyu na watu wa nyumbani kwake na rafiki zake na waumini wazuri mpaka siku ya malipo mazuri. Allah zipeleke salamu na dua na huruma kwa ndugu zetu wamenyamaza katika makaburi saa hizi. Waislamu, siku ya leo, bila shaka ni ujumbe wa kiulimwengu kama mnavyoona Huyu ujumbe si rasmi tu kwa mimi na wewe, ni ujumbe kwa ulimwengu mzima. Tunapoandaa ujumbe kama huyu, tunakuwa tunakukusudia wewe muislamu na yule muislamu na ulimwengu mzima. Ujumbe huyu mwende, muuzagaze, muwafikishie watu kwa kupitia sidi tofauti, ili watu waelewe huyu msiba ambao unausibu ulimwengu, msiba unaousibu ulimwengu. Ndugu zangu, hili ni kosa na ni jangwa lilioanza tangu kabla mpaka leo. Na ulitizame kisha utaufuta uchamungu wako wote, na utaona haufai kuingia peponi. Hichi ninachozungumzia leo ni kitu kimoja, lakini ni balaa katika dunia. Hichi ninachozungumzia leo ni ujumbe wa kitu kimoja, lakini hasara yake na athari zake na mabaya duniani sawa na leo kutokea juzi na jana mpaka leo utahakikisha na utasema, swadaka Allahu ladhim wa swadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nipe akili yako, nitapenda unipe akili yako, ufungue kifua chako, kwa kuwa unaumwa tena, una huyu ugonjwa na huyu ugonjwa unachokesha dunia na kizazi kipya kitachoka. Huyu ugonjwa nnaotaka kuzungumzia kwa muda huyu ndani ya sidi hii ambayo nitakutuma ukaisambaze, na wewe hakikisha huyu ugonjwa unaumwa na, kwa kuwa unaumwa huyu ugonjwa huyu, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasalama anahuzunika. Ni ugonjwa gani? Labda unahamu, ndugu yangu Mwislamu, uelewe haya maradhi ambayo yanachosha dunia haya maradhi ambayo yanaunguza dunia, haya maradhi ambayo yanaitesa dunia, haya maradhi ambayo yanawanyima watu amani na usalama, ni maradhi gani? Ni maradhi makubwa, ni maradhi makubwa wallahi, yanaangamiza na yanatuangamiza, na hatujui tutapita wapi. Na Allah kaiteremsha Qurani kupitia maradhi haya, mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutoka katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, mtumishi na boi ndani ya nyumba ya mtume. Anas, katika maisha aliyoishi na mtume, anashuhudisha anasema, nimeishi nikiufanya kazi ya uboi ndani ya nyumba ya Mtume Muhammad miaka minane au riwaya miaka kumi. Sikuona binadamu duniani kama huyu mtu, sijawahi kuona binadamu kama huyu mtu. Hii ndiyo sifa ya mtu, hii ndio sifa nimekaa na watu lakini sijaona mtu kama huyu. Kwenye subra ni mwenye subra, kwenye wema ni mwenye wema, kwa mwenye kusamehe ni mwenye kusamehe. Waislam tuwe watu, tuache kuwa mbuzi, tuwe watu, tuwe binadamu, tunausiwa tuwe watu na watu ni utu. Aliulizwa Mtume, jambo gani litakufanya mtu aingie pepuni haraka? Mtume akasema takwa llah wa husnu lkhuluq, mtu kumjua Mungu na kumwokopa na kuzoea kuwa na tabia nzuri Chochote utakijua ni tabia mbaya, hii ni tabia mbaya, acha. Hii ni tabia mbaya, acha. Ndugu zangu, anasema nini Anas ibn Malik? Tulikuwa tumekaa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika kikao chetu, tulipokuwa tunakaa, natafuta maradhi, maradhi utayapata, utayaona, magonjwa utayaona tu haya magonjwa ambayo yako duniani na utafaidika. Tulipokuwa tunakaa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika mawaidha kama tulivyokaa na Waislamu. Baada ya muda, walimwona mtume ananyamanza Anasema Anasi, nikamwona mtume ananyamanza Baada ya mtume kunyamanza nikasikia anainuka. Anasema jameni, jameni, ye mwenyewe anakuja kuingia hapa, ni mtu wa pepuni. Mwenyewe tu mtamwona hivi anaingia hapa, huyo ni mtu wa pepuni, anaelekea kuingia pepuni huyo ana visa ya kuingia peponi. Mtume akaendelea na mazungumzo, wakawa na hamu maswahaba ya kujua nani ataingia, labda na mmoja angeona aende chooni, wasimuone arudi, ili awe yeye anaingia awe wa pepuni, labda labda, kila nafsi ilitamani nifanyeje, nielekee kuwa mtu wa pepuni. Muda mfupi anaingia mtu wa kawaida, naye mwenyewe hajui wanamjua mjini mkartie, anaingia anatoa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, wanaitika masahaba, wanamtizama sasa. Anaona anatizamwa sana, hajui matokeo. Anakaa naye katika jilsa ya Mtume akasikilize mafunzo ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Darasa limekuisha, wananongona masahaba Baadaye watu wamesambana, wanakwenda. Baada ya watu kwenda, kesho kuna darasa. Maisha ya mtume wetu Muhammad kila siku darasa, kila sekonda. Walikuwa wanakaa masahaba, wanaitana taalau numinu wala usaa. E bwana, tukae tuzungumze imani angalau saa moja. Hii ni suna ya wachamungu. E bwana, njo tuseme kwanza, usutwa kidogo, tangu asubuhi hatujaambiana. E babu njo tuzungumze imani tuzungumze Uislamu tumzungumze Mungu. Huyu wakati uko wapi? Wanangu njooni mkae tuzungumze Mungu. Hivi ni vikao wacha Mungu walivitaka kila wakati, wakalala. Leo wamekuja wamekaa maswahaba, tena siku ya pili yake wamekaa, mtume akakaa, wakamwona ananyamaza tena. Mtume baadaye akawambia, jameni, e anayekuja kuingia mkimwona mtu anaingia, ni mtu wa pepuni huyo ataingia hivi sasa hapa, huyo ni mtu wa kwenda pepuni, ni mtu wa pepuni. Pepo ina hamu, inamsubiri. Akaingia, wallahi, maswahaba wakajua leo wataona mtu mpya. Wakamwona ule ule jamaa wa jana, ndio anakuja tena. Salamu aleikum, akaingia. Sasa kuna nini? Mbona huyu mtu mtume anakuwa amemuona? Ameambiwa ni hivyo yalivyotendeka mpaka siku ya tatu, sahaba mmoja anaitwa Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiallahu anhu akasema, nitataka nijue siri ya uchamungu wa huyu mtu. Ana uchamungu gani? Mpaka mtume siku tatu, sisi tuko nyuma yake, hajatuambia ya wewe ni wapeponi, yuko anabashiria anayekuja ni mtu wapeponi. Abdullahi bnu Amru bnu Lasi alichukua hatua ya kwenda kuomba ndaro kwa huyu jamaa. Huyu jamaa anaitwa Saadi bnu Malik, Saadi bnu Malik ndio jina lake huyu jamaa. Abdullahi bnu Amru alichukua jukumu akenda kuomba ndaro. Saadi bnu Maliki anamwona Abdullah bnu Amru, anamuuliza ma aswabaka. Abdullah bnu Amru anamwambia Sadi, <coughs> baba yangu kanitimua, tumegombana, hata ndaro sina, naona nisimkeri, ndio maana nisaidie siku mbili tatu nilale hapa kwako. Uhua tu wa maswahaba, undugu wao hawezi kumfukuza ndugu yake Alimchukua akamsogeza akamwambia utalala. Huyu Abdillahi bnu Amru ana mission kinafsi ya kuta kujua huyu anafanya ibada gani. Ibada kuu za wachamungu ni swala za usiku, ibada kuu za wachamungu ni swaumu kwa wingi, lakini acha ni muindie kwanza. Mchamungu wa haki ana swala ya usiku. Abdillahi bnu Amru alilala usiku. Abdillahi huyu ibnu Amru akalala usiku akila akifungua jicho anamwona mwenzake bado analala anamwona mwenzake bado analala mpaka unakucha. Sasa mi sioni ibada mashuhuri ya huyu jamaa, anafanya kitu gani? Leo tumeamka inakuwa Alhamis, anaswaumu? mbona anakula mchana? Inakuwaje? ninini nini, huyu jamaa ninini nini? mpaka siku tatu zikaisha, hakuamka usiku. Huyu sahaba Saadi bnu Malik, Abdillahi bnu Amr akamwambia ninakuaga Naomba niondoke. Saadi anamuuliza utapata haki ya kuishi kwa wazazi wako? Anamwambia ndio. Akamtazama akamwambia hivi. Abdullah bnu amr anamwambia Saadi, nilisikia tumekaa kwenye kikao kilichonifanya nije. Niliona tumekaa kwenye kikao siku ya kwanza, we haujafika. Mtume akasema atayeingia hivi sasa ni mtu wa peponi, tukaona wewe ndio unaingia. Siku ya pili tena Mtume akakariri hilo neno, tukaona we unaingia. Siku ya tatu tena Mtume akakariri hilo neno, tukaona we ndio unaingia. Nisaidie, mimi sikuwa na tatizo lingine kwako hakuna tatizo lingine. Kama nilikuja hapa na nikasema uongo, wa kutafuta kheri, uongo wa kufaulu, baba yangu hatukugombana, yuko salama, lakini nilikuja hapa ni winde, ni ibada gani unayofanya ya ajabu mpaka ubashiriwe pepo na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aliinama swahaba Saadi bnu Maliki akamwambia, hali ulioniona nayo ndo hali yangu kila siku kwa ibada ulizojaliwa kuniona, ndoo hizo na zenyewe, au kuniona hakuna zingine. Abdullah anamuuliza Saadi, ahaku ma taqulu, yenyewe unasema ni kweli? Anamwambia ni hivyo. Abdullah akamuaga Saadi, akaondoka. Lakini huyu Saadi akanyamaza kidogo, alipokuwa amepiga paa kidogo akamwita, e bwana ndugu yangu, njoo kwanza. Akamrudisha nyuma, akamwambia njoo, nataka kukufahamisha kitu kimoja, kama mtume kanibashiria pepo, nina magonjwa ambayo sina duniani. Ndiyo maana mtume kanibashiria pepo, na ibada zangu za kiasi, zinaweza labda zinashinda wenye maibada mamilioni zikawashinda. Mimi mu, Mungu kanijalia kutibu roho yangu kwa magonjwa ma, ma, makubwa sana, ambayo dunia haiwezekani kutibika. Waislam, ni magonjwa gani? Hata ningeweka question mark kwenye ubao, utachoka we kujua ni ugonjwa gani unaoangamiza dunia, lakini wakati haukubali, sawa na mada, ndio maana niende haraka. Alimjibu akamwambia, hivi alinitamkia Mtume, na nikafata Mtume aliniambia hivi, muislam yoyote utakayekufa duniani nafsi ikatoka roho yako haina husda na binadamu, unaelekea peponi. Ndiyo haya maradhi ya kwanza ambayo Allah Tabaraka wa taala anamkumbusha Mtume Muhammad, anamwambia watlu alaihim naba abnai Adama bilhaqi idh qaraba qurbana waambie hao Waislamu habari za watoto wa Adam. Ndio kosa la kwanza kudhihirika duniani. Iblisi baada ya kulaaniwa kufukuzwa na Allah, kwa nini alifukuzwa Iblisi? Husda. Alitizama neema aliyopewa baba yetu Adam, ni utukufu mzuri, roho ikavimba, akakataa, akasema, siwezi kusujudu, afadhali nimalizike Husda akalaaniwa nalewa na sumbu wa dunia. Maradhi sugu ni haya. Chuk husda nini? Husda neema ya mwenzako iharibike, na hata hautoipata lakini imfie tu bife. Harusi ya huyu dada imependeza. Haa, imependeza wapi, imependeza wapi? Mwenao amtizamaji husda. La yasud hasidi hawezi kufaulu kam. Ndiyo nafsi ambayo ipo leo, unayo unaumwa, tena unaumwa, roho inavimba, hasidi balaa linaingia. Anazungumza nini? Allah anamwambia Nabii Muhammadi watlu alaihim, waambie habari baada ya Ibilisi ni Kabilu na Habilu wamechumbia mtoto wa kike wanachumbia mtoto wa kike. Huyu anamtaka huyu anamtaka, ukikataa, husda. Unasema, kama ni chenye Mungu atanipa ndiyo zawadi yangu, chenye Mungu hakunipa sio changu, sitaki kukitafuta. Tibu nafsi yako, ndiyo maana nakueleza ujumbe wa leo. Usambaze duniani, kauweke ndani, tuone kama haya maradhi yanaweza kupunguka. Ya kuchumbia wamemaliza kuchumbia, watoe mahari, na mwenye mahari yake itapokelewa huyo ndiyo ataoa, na mwenye haikupokelewa asifanyi husda. Idh qaraba qurbanan, kila mmoja alichinja mnyama ishara ya kupokelewa. Fatukubila min ahadihima, Mungu akampokelea Habil, Abeli. Kaini na Abeli. Kabilu na Habilu. Habeli akaridhiwa, Habeli akaridhiwa, Habeli kumuoa yule dada yake aliyechaguliwa na Allah tabaraka wa taala kwa mahari ya sadaka aliyoitoa, ambapo huwezi kumchukua mwanamke bila kuyatoa mahari, na hao wakatoa mahari. Mkubwa wake akamwambia Imekuwaje we upokelewe? Akasema, innama yataqabbala llahu min almuttaqina, kama nimepokelewa juu sina husda. Mungu anapokea wenye hawana husda, ndo dua zinapanda, ndo maana nimepokelewa. Ndugu yangu, usifanye husda. Mkubwa akasema, la aktulannak, nitakuua. Roho yangu ina husda, si nitaweza kuvumilia mpaka uondoke dunia.